Unaposikia nukuu hii, historia ya mwanadamu ni historia ya vita, unaweza kufikiria kwamba mwanahistoria au mwanafalsafa maarufu ndiye alisema hivyo, lakini ungekuwa umekosea. Iliandikwa na mtunzi kwa nyimbo wa kisasa. Unajua, ukweli ni kwamba huhitaji kuwa mwanafalsafa au mwanahistoria au hata mwanamuziki ili kutambua sifa hii ya historia ya dunia, na kwa hakika huwezi kuikataa. Historia ya mwanadamu ni historia ya vita. Unajua wakati huo huo kila mtu anatamani amani moyoni mwake, wakati ambapo unajua, vita vikubwa na vidogo hatimaye vinaisha, lakini inaonekana amani haidumu kamwe, sivyo? Nimesikia ikisemwa kwamba amani ni pale kila mtu anapata kupigana ili kujaza silaha upya. Lakini ngoja ni kuambie siku ya amani inakuja siku ya amani na haki itafika hapa duniani na kwa wanadamu, na itafika Yesu Kristo atakaporudi na kuanzisha ufalme wake kulingana, eh, na neno la Mungu. Lakini umewahi kufikiria kwamba Yesu Kristo atakaporudi itakuwa katikati ya vita kuu ya mwisho? Kwa kweli, vita ambayo yeye ndiye atakayeshinda siku hiyo itakapofika. Sasa tunapokaribia mwisho wa unabii huu kutoka kwa Zakaria. Kitabu hiki kidogo hapa kiko karibu kumalizika leo katika safari yetu ya hekima, na nabii ataelekeza mawazo yake kwa Israeli na kurudi kwa Yesu Masiya wa Israeli siku hiyo. Kwa kweli, usemi siku hiyo utarudiwa mara 19 katika sura hizi tatu za mwisho za Zakaria. Sasa, Sura ya 12 inaanza na ukumbusho huu mzuri kwamba Bwana ndiye aliyenyosha mbingu na kuweka msingi wa dunia na kuumba roho ya mwanadamu ndani yao. Kwa maneno mengine, nguvu zake kama Mungu muumba zinatupa uhakika kwamba atashinda. Nafikiria hili kama anaweza kuumba dunia, ataweza pia kuituliza dunia. Sasa, kabla dunia haijatulia na amani ambayo hatimaye itafika, kutakuwa na msukosuko mkubwa. Zekaria anatupa ujumbe unaoelezea dhiki inayokuja duniani. Huu ni shambulio la mwisho la mpinga Kristo dhidi ya Yerusalemu katika siku hizi za mwisho. Hii ni sehemu ya kampeni ya mwisho ya kijeshi inayoishia na vita vya Harmagedoni. Mstari wa tatu unasema, na jaribu tu kufikiria hili: mataifa yote ya dunia yatakusanyika dhidi ya Yerusalemu na niambie uwezekano utakuwa mkubwa sana upande wa mpinga Kristo. Lakini Mungu hafanyi kazi kwa kuangalia idadi isivyo. Kwa kweli, Bwana atawaletea haya majeshi mkanganyiko, na mstari watano unatueleza kwamba atawapa wenyeji wa Yerusalemu nguvu upitia kwa Bwana. Maandiko haya yanasema, sura ya kumi na mbili na mstari wa nane inaahidi siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu ili hata yule dhaifu zaidi kati yao atakuwa kama Daudi, na nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana akiwatangulia. Sasa hapa katika mstari wa kumi, unabii unabadilika na kuelekea kwenye kazi ya kiroho ambayo Mungu atafanya wakati huo huo, anasema nitamimina juu ya nyumba ya Daudi na juu ya wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na maombi ya rehema, ili watakaponitazama mimi yule waliyemchoma watamlilia kama vile mtu analilia mwanae wa pekee. Ah, hii ni kazi ya neema ya Mungu, kwani atawasukuma Wayahudi kutubu na kumtazama kwa imani Yesu masihi wao. Na Yesu atakaposhuka, Zakaria anasema wataangalia yule waliyemchoma, ambaye ni rejeleo wazi kwa kusulubiwa kwa Bwana kuchoma ubavuni alipokuwa msalabani. Na watakuwa na uamsho huu wa kitaifa kwa namna fulani miongoni mwa Wayahudi. Mungu atafanya kazi kubwa ya neema mioyoni mwao ili waamini kwa Yesu kama masihi wao na Mwokozi wao. Sasa kuongoka kwao kwa Kristo utaleta utakaso wa kiroho kutoka kwa dhambi. Jambo hili limeelezwa hapa sasa katika mstari wa kwanza wa sura ya kumi na tatu kama chemchemi ya msamaha. Huu ni msamaha unaopatikana kupitia dhabihu na damu iliyomwagika ya Kristo. Nadhani mtunzi wa wimbo wa Injili alielezea vizuri sana alipoongea kuhusu chemchemi iliyojaa damu iliyotoka kwenye mishipa ya Imanueli, na wenye dhambi wakizama chini ya mto huo wanaondolewa kabisa doa zao za hatia. Huu ni utimilifu wa ahadi ya Agano Jipya ya msamaha wa dhambi, ambayo ilitolewa nyuma kabisa katika kitabu cha Ezekieli sura ya 36. Sasa mstari wa saba unarudi kwenye suala la kukataliwa kwa Yesu katika kuja kwake kwa mara ya kwanza. Mistari ya saba hadi tisa inaendelea kutoka kusulubiwa kwa Yesu hadi kipindi chote cha dhiki kuu. Mstari wa saba unasema hapa, mpige mchungaji na kondoo watatawanyika, na hii inahusu jinsi Israeli walivyomkataa mchungaji wao wa kweli na kupitia kifo cha Masihi. Huu ulikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo, kama dhabihu ya mara moja tu kwa ajili ya dhambi lakini kwa sababu ya kukataliwa huku, taifa sasa linapata matokeo ya kumkataa na wanatawanywa halisi miongoni mwa mataifa kama vile Mungu alivyoahidi hapa. Sasa hatimaye kutawanywa huku kwa kondoa, yani Israeli, kutaelekea kwenye ahadi hii hapa katika mstari wa nane: theluthi mbili watakatiliwa mbali na kuangamia na theluthi moja itabaki hai. Sasa muktadha unaonyesha kwamba hili litatokea siku za usoni, wakati wa dhiki kuu, nyakati za mwisho, ambapo Israeli hasa watapata mateso makubwa mikononi mwa mpinga Kristo. Ile theluthi moja watakaonusurika wataandaliwa kupitia mateso hayo, wakati huo wa huzuni na majonzi, na wataandaliwa na Mungu ili hatimaye wamwite Bwana waokolewe. Kwa kweli mstari wa tisa unasema watasema, Bwana ndiye Mungu wangu. Warumi sura ya 11 mstari wa 26 unatueleza kwamba huu ndio wakati ambapo Israeli wote wataokolewa. Wapendwa, Mungu hatawaacha Israeli. Kanisa halijachukua nafasi ya Israeli. Sikiliza tu nabii Zekaria, Mungu atawaleta Israeli kwenye toba, atawarudisha watu katika Nchi yao ya ahadi ambako watasubiri kumpokea Yesu Masihi wao. Sasa pamoja na hayo, sura ya 14 ya Zekaria inatupeleka kwenye shambulio la mwisho dhidi ya Yerusalemu na majeshi ya dunia chini ya uongozi wa mpinga Kristo. Na Yerusalemu mwanzoni itateseka chini ya mashambulizi haya makubwa. Mstari wa pili unatueleza hapa, mji utachukuliwa na nyumba kuporwa nusu ya wakazi wa Yerusalemu wataenda uhamishoni, lakini waliobaki, tunaahidiwa hapa, hawataondolewa kabisa kutoka mjini. Kwa maneno mengine, pale mambo yanapoonekana hayana tumaini, Bwana anawasili kuingilia kati. Mstari wa tatu unasema kisha, wakati huo Bwana atatoka na kupigana dhidi ya mataifa hayo, kama apiganavyo siku ya vita. Nikwambie, Israeli wasingeweza kupata mshirika bora zaidi Siku hiyo, mstari wa nne unasema masiha atasimama juu ya Mlima wa Mizeituni, akirudi pale pale alipoondoka, kutoka mahali hapo hapo wakati wa kupaa kwake karne nyingi zilizopita. Na unajua, Bwana atakapokanyaga Mlima wa Mizeituni anaporudi, tunaambiwa kwamba mlima huo utagawanyika, utaunda bonde, na kupitia bonde hilo wakazi wa Yerusalemu watakimbilia usalama. Tunasoma hapa katika mstari wa tano Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye. Sasa hawa watakatifu wote ni malaika na hasa waumini ambao wanatoka mbinguni pamoja naye, wakiandamana na masiha anaposhuka kutoka mbinguni na kushinda vita hivi, na taifa la Israeli linarejeshwa na kufufuliwa. Sasa lazima nikuambie hii siyo vita kubwa sana kwa kweli wale wanaoshambulia Yerusalemu wataangamizwa. Mstari wa 12 unaelezea tukio hilo: nyama zao zitaoza wakiwa wamesimama kwa miguu yao, macho yao yataoza ndani ya mashimo yao, na ndimi zao zitaoza vinywani mwao. Hiyo ni njia nyingine ya kutuambia kwamba askari wengi kati yao watageuka kuwa mavumbi pale pale waliposimama. Mstari wa 13 unaelezea hofu itakayowapata askari wengine wote. Majeshi yote ya mataifa haya yatageukiana na ushindana wao kwa wao hadi wajimalize. Sasa sehemu iliyobaki ya kitabu cha Zekaria sura ya 14 inafunga kitabu hiki cha unabii, inatupatia baadhi ya maelezo kuhusu ufalme wa milenia wa Kristo ambao unafuata ushindi huu mkubwa wa kijeshi. Watu wa mataifa ambao wamekuja kumwamini Kristo wakati wa dhiki kuu ambao wameishi hadi mwisho na hawajakufa wataingia katika ufalme huo pamoja na mabaki ya Wayahudi, waumini wa Kiyahudi ambao pia wamevuka kipindi cha dhiki kuu, wataungana pamoja kumwabudu mfalme Yesu huko Yerusalemu. Kwa hiyo kile unachokipata ni amani ya kweli na ya kudumu, hatimaye inafika duniani na kurudi kwa Kristo na kuanzishwa kwa ufalme wa Kristo. Ufalme ambao kwa njia pia umejawa na utakatifu, furaha na neema. Ni wakati wa ajabu na mustakabali mzuri unatungoja sisi sote tunaomjua Yesu kama Mwokozi na Bwana. Ndiyo, tunaweza kuwa na amani mioyoni mwetu leo, lakini siku moja kutakuwa na amani duniani wakati mfalme wa amani ataketi kwenye kiti chake cha enzi katika ufalme wake wa utukufu